za trekta mia saba ambazo mia tatu hamsini zimeshafika nchini, na hizi trekta zinakwenda kulima kwa nusu bei wanavyolipa akilimiwa na sekta binafsi. Na hii ni kwa nchi nzima, sio Mwanza peke yake, ni kwa nchi nzima. Na haya matrekta pia ndiyo yatakayokwenda kwenye vile vituo vya zana za kilimo ambazo tutakwenda kuvijenga kwenye zoni zetu mbalimbali nchi nzima, mkoa huu wa Mwanza ukiwa na vituo kadhaa vitakavyojengwa hapa. Zaidi ya hayo, tunafanya tathmini ya kufufua viwanda jinaries. tunakwenda kufufua mkitupa ridhaa, mkichagua Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kufufua jinaries za Sengerema, jinari ya Buchosa na jinari ya Manawa kule Misungwi tunakwenda kuzifufua na tutafufua vyama vikuu au chama kikuu cha ushirika cha Nyanza, tunakwenda kukifufua, kukijengea uwezo na tuhakikishe chama hiki sasa kinasimama kwa ajili ya Kanda ya Ziwa. Tunakwenda kufufua jeneri zetu ili tuzalishe. Kuna mambo mengi ambayo kama nchi tunaagiza kutoka nje hasa kwenye sekta ya afya bendeji zetu tunazofungwa tukienda hospitali, vile vi vipamba vile, unapotaka kupigwa sindano wanaweka spiriti halafu wanakusugua na vitu vingine vya aina hiyo, mashuka. Tunatumia fedha za kigeni kuagiza vitu vile, wakati pamba inazaliwa ndani ya kanda ya Ziwa. Kwa tunakwenda kufufua hizi ginneries zitutengenezee nyuzi ambazo, au pia uzalishaji wa pamba ambao baadaye tunakwenda kuchakata kutengeneza mashuka kutengeneza bandages na mambo yote ya pamba yanayotumika ma hospitali tunakwenda kuweka na viwanda hivi vitakuwa hapa Mwanza, ndani ya mkoa wa Mwanza, na nadhani jineri zengine zitakuwa kule Itilima kule Simiu, tumezifufua maalum ili zitengeneze kamba za kufungia tumbaku zinazotokana na pamba kwa sababu ili tuuze vizuri tumbaku yetu na iwe na grade nzuri, kamba inayofungiwa lazima iwe ya pamba. Kwa hiyo kule Itilima tumejipanga watuzalishie nyuzi za kufungia tumbaku yetu.